Moja katika ahadi za ACT Wazalendo ambazo mwenyekiti kazisema wazi wazi ni kwamba katika katiba mpya ya Zanzibar tunakwenda kuitunga inshallah, kutakuwa na kifungu ndani ya katiba, wananchi wakiona waliyemchagua hawafanyii wale watarajia, wana haki ya kumwondosha kabla ya miaka mitano. Wazungu wenyewe wanaita the right of recall. Kwa hivyo, hii ninaambia, si kwa nia mbaya, si kwa nia mbaya. Haiwezekani umma huu najua kubwa kama nyinyi, kama mimi, inalotushughulisha ni kutafuta mamlaka ya nchi yetu, lakini ndani yake pia hilo haliwezi kuwa kichaka cha kujifichia. Ukawa umechaguliwa, hutumiki, watu tutakuadhibu, sisi chama chako kwanza. Hilo niliacha, lakini nawashukuru na nimefurahi sana kwa niaba ya timu ya kampeni nmvulia kofia Mwenyekiti Wawete na wajumbe wake wote na viongozi wote na wanachama, kwa kazi mliyoifanya leo. Asanteni sana, jipigeni makofi nyinyi wenyewe kwanza. Sasa ndugu zangu, ya hayo leo, bahati mbaya muda umekwenda sana <laughs> najali kwa sababu nataka pia mumsikie rahis wetu. Kwa hivyo mimi leo nitasema kwa ufupi, lakini siachi ada yangu ya kuanika uchafu, wa uwa mdogo ntafupisha tu maelezo. Na hapa leo nina deni, kwa sababu mkutano wa mwisho wa kampeni ulikuwa juzi Bumbwini Unguja, mimi sikuwepo nilipewa kazi kabidi nisafiri Dar es Salaam. Sasa waliokuwepo, wakanambia kila mkutano mmoja ulitudai kashfa moja, leo mkutano wa kumi na mbili hujakuwepo. tunakudai kashfa yetu moja. Nikawaambia, Inshallah mkutano unaokuja nitaisema kashfa ya kumi na mbili na ya kumi na tatu kwa pamoja, ili hisabu ikae sawa.